unajua umetoka job umechoka, ukaamua ukae kwenye kochi na kuangalia kitu kizuri kwenye TV, lakini huoni lolote la maana. Mara unasikia shangwe kwa majirani. He, kama vile unaangalia mechi. Sasa mbona wewe kwenye tv yako huoni chochote? Hata ukisubiri hutaona, hata ukihangaika sana hutaona. Shida siyo wewe shida siyo TV yako, shida siyo mtaa unaokaa, shida siyo muda, kwa sababu wenzio wanafurahia huko. Shida ni chaneli unayoangalia. Ukitaka kuona wanachoona wenzio, ni mpaka ujue chaneli gani wanaangalia. Na hivyo ndivyo maisha yalivyo. Ya, unahangaika kutafuta mpenzi ukidhani shida ni wewe, au labda watu wameisha siku hizi, au mapenzi yameisha. Sasa mbona wenzio wanafurahia maisha na wenza wao, wakati wewe uko mpweke tu? Shida ni chaneli unayoangalia. Chaneli ya maisha yako ni mawazo yako. Inabidi ubadilishe mawazo yako kuhusu mbinu za kupata mpenzi. Ukibadilisha mawazo yako, utapiga hatua. Achana na mawazo ya watu walalamikao tu kuhusu ubaya wa wenza wao bila kuongelea mapungufu yao wenyewe. Anza kujenga mawazo mazuri kuhusu namna ya kumpata aliye wako. Jifunze mbinu za kupata mume mwema. Nakala yako iko online au ukitaka hard copy, tembelea bookstore ya karibu.